Nam no. Ujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, niwapo wajiunga nasi hapo jana. Tukawa nasemezana kwenye himizo, tukapata kujua kwamba you know, mbona basi nahitaji kuomba, mbona nahitaji kuomba. Labda wajiuliza pale, mbona, mbona ni why should I pray and yet Mungu anajua mahitaji yangu. Mbona nahitaji kuomba na Mungu anajua mahitaji yangu? basi tulipata kutambua mengi zaidi, kwa nini wahitaji kuomba. Kwa hivyo, kama ulimiss jana, hakikisha kwamba umeenda kwenye ujumbe wetu wa hapo jana ambao tuliweka kwenye mtandao wa hapo jana, au utafute tu Victor Mandala himizo, Mandala himizo kwenye YouTube, alafu angalia ambayo tuliweka hapo jana, utapata kwa kirefu zaidi. Lakini kwa sasa basi niruhusu tupate kuendelea kwa kiasi tu pale, na kumbuka basi iwapo basi uko pale unatizama ama umeenda pale kwenye ujumbe huu, hakikisha kwamba umesubscribe. Naam, chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako. Copy the link and share ambayo iko hapa juu, alafu eka comment yako hapa chini. Kwa hivyo, jambo la kwanza muhimu, click neno subscribe. In case unambia sign in, sign in na Gmail account yako. Alafu jambo ambalo lafuata la muhimu ni click notification bell ambayo iko pale. Nitakuwa vema zaidi ni na, ni na, na jambo lolote ungependa kusemezana nami, nambari yangu ya simu ni 0722 243949. Nambari hiyo ni 0722 243949. Kupitia kwa nambari hiyo 29 kwa hivyo tuendende pale kwa pamoja. Kumbuka ni VMM, ukipenda kipenda Victor Mado Mandala. Ningependa tuendeleze pale tuliachia wakati uliopita, na kwa leo basi, ningependa tutaanzia e, tu, mstari wa 9. Leo niruhusu tuanzie mstari wa tano hadi mstari wa, wa, pale, wa tisa, kuendelea. No. Hivi. na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38 Yesu alipomwona huyu amelala naye, naye akajua ya kuwa amekuwa katika hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa ya ila wakati ninapokuja, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Mstari wake wa nane: Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni siku ya Sabato. nam Bwana twakushukuru kwa neno lako, twasema asante kwa uongozi wako, twaomba kwamba Bwana uenende pamoja nasi, nena nasi siku hii ya leo, na pungu uzidi kuongezeka. Roho Mtakatifu shiku usukani ukanene nasi kwa jina la Yesu, amen. Naam, napo angalia katika kifungu hiki tunapata kutambua kwamba ilifika wakati mtu amekaa kwa pahala akingojea uponyaji, wengine wanakuja, yeah, you know, ye yeye akiona tu wanakuja wanaponywa wanaenda, wengine wanakuja hata nyuma yake wanaponywa, yeye anabaki pale. Yani, you know, naangalia mtu ambaye umeajiriwa kazi, watu wanakuja wanapewa promotion, wana wanasonga. Yani hata umezaliwa kwa familia, umezaliwa pale, lakini kuna watu ambao wamekuja pale nyuma yako kwa familia, wamezaliwa nyuma yako kwa familia, wamefanikiwa wamejijenga, wakaenda mmesoma na watu ambao wamefika mahali wamepata wamepata kazi wamejijenga, wameendelea, umebaki. Wale wana rika wenye ulikuwa ni rika yako, mlikaa nao pamoja, mlicheza pamoja, wameenda kwa ndoa zao, wana watoto, wamejiendeleza, nawe umebaki nyuma unajiuliza maswali, hadi lini? Ni ombi langu kwamba Yesu akutembelee siku ya leo. Naongea na mtu ambaye una maswali, kwa sababu umekaa katika hali hiyo kwa muda mrefu. Umeka watu wanakuja, watoto unawafunza kazi, wametoka wanakuja, attachment wanakuja eh, wanaelezaje, pupillage kwa wale ambao ni mawakili na kadhalika, wamekuja pale kwa muda like umewafunza kazi wamerudi kupata promotion, wako juu yako, wanakuwa wakubwa wako. Namwona huyu ambaye alikuwa kwenye pool miaka 38, watu wanakuja pale, wanakaa na yeye, wanapona, wanaenda. Naongea na mtu ambaye umeenda hospitali, umekaa kwa hospitali muda mrefu, watu wamekuja pale wakiwa na magonjwa kama yako, ako tu yeye ambaye inakusumbua, alafu wamefika wametritiwa na dawa ambazo pia nao unatritiwa nazo, alafu wamepona wameenda, umebaki pale unashindwa, mimi nitapona lini? Umefika mahala ambapo watu, watu mnafanya nao mko kwa rango moja, wamepata mmeenda pale, wamejipanga na pesa zao, salary, starting salary ni same, wamejipanga na zao, wamejenga manyumba, umebaki pale. Watu wameanzisha huduma, huduma imeanzishwa, hata wengine ni nyuma yako, wengine hata labda unaufunuo kualiko, labda mkiwa hata college theological school ulikuwa unapita kuwaliko, una perform vizuri kuwaliko lakini wameenda wamefungua makanisa imefaulu vizuri, wamesonga wamefanikiwa, wana makanisa makubwa kukuliko mpaka unashindwa, where did I go wrong? Nilifanya makosa yepi? Nilikosea nga wapi? Naongea na mtu ambaye unasema nilikosea wapi, mbona nimekaa kwa level hii kwa muda mrefu? Nilikosea wapi? Why am I on this level? Nimekaa kwa hii level kwa muda mrefu, nilikosea wapi? Nakwambia kwamba hujakosea, wamhitaji tu Mungu aingilie kati, na ombi langu kwamba god may you intervene in the situation of this brother, katika hali ya huyu ndugu, katika hali ya huyu dada. Maana hata mwenyewe amefika mahali ajielewi, ni kulalamika tu, ni kunung'unika tu. Ana, do you know, kuna mtu ambaye umefika mahali mlifanya harusi mwaka mmoja mlifanya harusi mwaka mmoja, hata labda ulifanya mbele yu mwingine, lakini mwingine amepata mtoto, amepata matwins, yani amepata watoto mpaka amefika mahali amefunga, ataki watoto wengine tena. Mkipiga stori anajipata anaongea kuhusu, ah, staki mwingine tena, yani anasema taki mwingine, nawe hata kamoja tu, kamoja tu hujakapata, hujakapata kuna mtu mmoja alikuwa amefika mahali, anasema Mungu atukinipa tukamoja hata kata, kata, kama katuaana mwaga tu mate yani, yani, wazee ambao walienda kwa boma moja eh, pita, pita za kwangu, nilifika mahali nikapata wazee ambao wameenda kwenye boma mke wa pili wameenda pale, wamekalisha, wanaona huyu ni kama ashikanishi, wacha tumshauri. Wakamshauri, wanamwambia wewe, oa mke wa pili, tafuta mke mwingine, na wanashauri huyu mwanamke, kubali huyu mwingine. Hata kwa Biblia kuna Sara aliambia mjakazi mzee, enda na mjakazi apate mtoto kwa hivyo. Huyo mama mama huyo boma aliwafukuza, maana uchungu linuka hivi, alifukuza hawa wazee, alisahau kwamba ni watu wa ukoo wenye anaweza kaita baba. Kwa hivyo, naongea na mtu ambaye una machungu, watu wamekuovertake, unashindwa, solution ni lipi? una machungu, nasema hapana, God, nilikosea wapi? Mungu, ni dhambi zipi nilitenda? Nitubu, tubu, ni makosa yepi nilifanya? na ni mtu ambaye labda umetunza ujana wako, si kwamba ulikuwa chwarachwara, si kwamba ulijichanganya, lakini ndio hapo umefika, unajiuliza hadi lini? Until when will like I go through the same issues? Mungu ingilia kati, na ni ombi langu. Najua kwamba mtu unapofika mahala kama hapa, suluhisho la pekee ni Mungu kuingilia kati. Na na, ungana pamoja nawe kuomba kwamba Mungu aingilie kati maana, ukiangalia huyu ambaye alikuwa amekaa pale for 38 years alikuwa amefika mahali mpaka hata ajui anataka nini. Anauliza unataka nini? Analalamika, analalamika, aelewi. Naongea na ambaye mpaka umefika mahali umechanganyikiwa, hujielewi, hujui unataka nini. Ni ombi langu kwamba Bwana akusaidie. Bwana Mungu ingilia kati katika maisha mpendo, katika mwezi huu Bwana kapate kumnenea, Bwana kapate kumtendea, mdhibitishe kwamba u pamoja naye. Naongea na, na, na huyu ambaye amekaa pale mpaka ameanza kujikubali, anasema mimi ni kama sitawaipata promotion, mimi ni kama it was meant kwamba ni kwetu mahala ambapo nipo. Naomba kwamba Bwana akapate kuonekania, Bwana aingilie kati, Bwana akutendee, Bwana akupiganie, Bwana akupe victory ushindi wa ajabu kwa jina la Yesu Kristo. Sijui nazungumza ni nani, lakini ombi langu kwamba Mungu aingilie kati swala kukumba, katika swala hili ambalo limekukumba katika hali ambayo imekukumba, Bwana aingilie kati na akutendee kwa jina la Yesu Kristo. Sijui nasemezana na nani hii leo lakini nahisi kuambia kwamba ni ombi langu siku ile kwamba Bwana aingilie katika swala hili ambalo nakukumba, Mungu aingilie kati na akupiganie kwa jina la Yesu Kristo. Labda wajiuliza, ni wapi nilikosea? Bwana wacha ingilie kati, usikate tamaa, don't compromise at all, mtazamie tu Yesu, atakushindania aingilie kati katika yote ambayo anakukumba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana akutende wema popote pale ulipo. Huyu hapa ni VMM, ukipenda Victor Madu Mandala, kwenye himizo asubuhi ya leo. Na katika yote nasema kwamba Bwana aingilie kati na akupiganie kwa jina la Yesu Kristo, amen. Shalom, god bless you. na usiondoke hapa eh, kwa haraka tu eh, maana ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni wakati tuwe sadaka zetu, ni wakati tuwe sadaka zetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kutoa sadaka zetu, ambapo nambari ya kutoa pale sadaka ni 0722 24 39 49. Nambari ya simu pale ambayo unaweza ukanipata nayo kutoa sadaka yako, maana ibada haijakamilika pasipo matoleo. Na vile vile pia ungependa tu kutoa dhabihu yako ni 0722 24 39 49, yani, 0722 24 39 49. Hakikisha kwamba umetuma pale, na usemezane kama una swali ama hitaji la maombi. Nambari ni hiyo hiyo, tuma tu pale ujumbe wako, tusemezane, tuombe kwa pamoja na Mungu atakutenda wema. 0722, 24, 39, 49 na zaidi pia kwa yule ambayo unajiunga nasi kwa sasa hivi ni kukumbusha tu kwamba usiondoke hapa kabla usubscribe chini ya video hii. Kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, eh, ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako, then click notification bell, alama kengele kwa hapa chini, just click hiyo notification bell, alafu copy the link and share, naweka comment yako hapa, nitakuwa vema tena zaidi. Mungu akutende wema toka kwangu hapa vegetable. Ukipenda Victor Mandala, naupenda zaidi subscribe. Na katika yote uendo unasema hivi, nilikosea wapi? Mbona nimekaa kwa hii level kwa muda mrefu? Nilikosea wapi? Mbona nimekaa kwa hali hii kwa muda mrefu? Nilikosea wapi? Usikate tamaa, Mungu ana mpango mzuri nawe, hujakosea. Shikilia tu imani yako, Bwana ataingilia kati na kusaidia. Amen, shalom, God bless you, I love you all. VWM kipenda Victor Madomandala, subscribe and bye bye.